Baraza kuu lina wajumbe 456. Kati ya walioondoka kwa sababu ambazo zinaeleweka ambazo na wao wanazijua, wameondoka wajumbe 20 kati ya wajumbe 456. Mkutano mkuu wetu una wajumbe 1194 kati yao ya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 kanda inayofuata. Kwa hiyo, hilo la kwanza nitaka niwaambie na waandishi muwape wa Tanzania ukweli uliopo. Ni maajabu kwamba kwa mfano, mtu anasema wameondoka watu elfu tatu. Hao watu wenyewe walipoenda hata ukumbi hauchukui watu mia nne hivi nyiye mnawalisha watanzania hivi vitu kwa sababu gani? Yaani ukumbi hauna ya kapasiti ya kubeba watu elfu nne lakini chombo cha habari kinaandika kwamba wameondoka watu elfu tatu Sasa watu wamekaa wapi?